kubwa kwamba e, vijana au wanafunzi wa shule hizi tatu e, ni kwa kabidhi mikoba kwa ajili ya kuhifadhia mabuku yao na vitabu vyao wakati wakija shuleni, na huu ni utaratibu wetu wa kawaida e, mwaka jana tulitoa mikoba mia sita e, kwa wanafunzi wenye uhitaji hasa wale ambao wako, wako katika mazingira magumu katika eneo la skuli ya Donge ya Hamidi Ameri na leo tuko hapa Mtambile tumekabidhi mifuko au mikoba mia nne na hamsini kwa lengo hilo hilo e, na shughuli hii imefanyika kwa mashirikiano makubwa baina ya viongozi wa jimbo la Donge akiwemo mbunge mwakilishi, madiwani na wahisani wetu, Baraka Charity na hususan e, Elimu Rafiki ambao ndio wameshirikiana Baraka Charity. Kwa kweli tumekuwa tukifanya kazi kwa pamoja e, viongozi wa jimbo la Donge pamoja na viongozi wa Baraka Charity na Elimu Rafiki kwa ajili ya kuwasogezea huduma wananchi wa jimbo la Donge. Tumewasaidia katika sekta mbalimbali zikiwamo sekta za afya, tumewakabidhi vile vipimio vile vya, vya presha kila shehia jimbo la Donge tuliwapatia vipimio vile vya presha. Kwa hiyo mwananchi wa jimbo la Donge hana haja ya kwenda hospitali kwa swala ya kupima presha, na yote yalifanyika kupitia wenzetu wa Baraka Charity lakini pia tumewapatia cherehani e, wajasiriamali lakini pia tumewasaidia visima na hata maeneo ya kufanya ibada kama misikiti kupitia Barakah Charity. Kwa hiyo na leo hii tupo hapa kwa ajili ya kukabidhi mikoba, na mikoba hii tayari imeshagawiwa gaiwa e, katika shule zetu hizi tatu hizitatu e, shule ya Donge Karange wamepata mikoba mia na shule ya Donge yadonge Himidi Amero amepata mikoba mia na hii shule ya Mtambili tuko hapa, wao wamepata mikoba, wa mikoba au mifuko hii mia mbili na hamsini. Kwa hiyo lengo kubwa ni kutengeneza ufaulu wa jimbo la Donge. Wakati tunaingia katika huduma e, hii ya ubunge na uwakilishi, mimi na mwenzangu mwakilishi, mwaka 2020 tulikuwa ufaulu wa jimbo la Donge haukuwa mzuri sana, lakini katika hii kipindi tunazungumza hapa sasa hivi, mwaka jana tumefanikisha watoto wa michipuo katika Donge, hii skuli ya Donge Mtambile, wanafunzi 40 wamefaulu kwenda michipuo, kitu ambacho ni historia, lakini pia ku au mwaka jana tumefanikisha wanafunzi wa Donge sekondari, wanafunzi 40 wameenda advance, hili halijai kutokezea. Kwa hiyo hizi huduma tunazofanya hizi za kuwapa wanafunzi vitendea kazi na kuwasaidia eh, karatasi kwa ajili ya mitihani na wino basi zinasaidia zina, zina sana kukuza ufaulu katika jimbo la Donge na matokeo yake insha Allah tumeweza kuyaona na tutayaona zaidi. E, kwa kweli kama tunavyojua kwamba mbunge mwakilishi na serikali kwa ujumla kwa kweli hawana utajiri huo wa kuweza kufanya yote haya. Sasa lazima ushiriki wa taasisi binafsi au private sectors ni muhimu, na ndio maana wenzetu wa Baraka Charity wametubeba kwa kiasi kikubwa na tungeliwaziomba na sekta nyingine binafsi zikatuunga mkono wananchi za jimbo la Donge kama alivyofanya wenzao Baraka Charity. Wamekuwa akija kutusaidia katika masala ya kibinadamu, huduma za kibinadamu za afya, e, za vyakula, elimu. Kwa hiyo kwa kweli sekta binafsi zina mchango mkubwa katika masala ya elimu kama tunavyoona hapa, Baraka Charity ni mfano, na elimu rafiki wametushika mkono toka siku ya kwanza, na ufaulu huu tukizungumza mafanikio ya ufaulu huu, basi ni serikali viongozi wa jimbo la Donge pamoja na sekta binafsi ikiwemo Baraka Charity na elimu rafiki, kwa kweli wametusaidia sana kukuza ufaulu katika jimbo la Donge, na tunaomba wengine private sectors waje Donge tushirikiane, kwa sababu kukuza ufaulu katika jimbo la Donge ni kukuza ufaulu Unguja, ni kukuza ufaulu Zanzibar, ni kukuza ufaulu Tanzania nzima. Kwa hiyo tuisaidie Donge kama tunaisaidia Zanzibar na Tanzania kwa ujumla wake. Baraka Charity ni washirika ni watu ambao kuwa tunashirikiana nao, ni wafadhili wa miradi mingi ambayo kuwa uh, tunaifanya. Um, ujio wetu hapa leo tumekuja kwa ajili ya kugawa mabegi ya shule. Ifahamike kwamba sisi ni Rafiki Elimu, tunahusika hususan na masala ya elimu, hiyo ndiyo uh, lengo la awali. Um, kwa hiyo tunaguswa sana na changamoto za elimu, moja ambazo ni mabegi vitendea kazi vya shule na kusudia mabegi, miundo mbinu ya um, vikalio eh, na mambo mengi, uniform stationaries. Na kwa hiyo ujio wetu leo hapa tumekuja kugawa zawadi za mabegi kwa watoto wa shule ya Donge, na takribani zaidi ya watoto 500 wamenufaika na huo msaada uh, lengo ni kupunguza, um, watoto kubeba mifuko ya mapolo vifuko vya viroba na mambo kama hivyo, kuweka katika mazingira na wahisi kwamba ni wanafunzi na wanahadhi kwenye, kwenye, kwenye jamii. Si Donge tu, ila tumetembea maeneo mbalimbali, tumekwenda Pemba, tumekwenda kaskazini, tumekwenda kusini. Sasa Donge wao, aa, kupitia mbunge wanakuja kutuomba sana, wametushikilia sana, ndio maana ikawa tunashirikiana naye mbunge kwa jitihada zake, e, palipokwama anakwamua, ili mradi msaada ufike pale ambapo kuwa unastahili. Neno kwa wazazi ambao leo, leo hii wameshuhudia tukio hili. Wazazi wana jukumu kubwa, shule ni sehemu moja ya malezi na sehemu ya pili ni majumbani waliopo. Aa, tunawaomba wazazi, mikoba hii watoto ambao kwa wamepewa, wahakikishe kwamba inabaki kuwa salama, inabaki kuwa safi, unadhifu wa watoto. Jambo la kupewa begi ni moja, lakini ustaarabu, unadhifu, wakati mwingine unamkuta mtoto kavaa uniform, vifungo kafunga kwa uzi hivi yani ili fulana lilomo ndani ni kubwa kuliko shh, ile uniform ya nje. Yule mtoto anatoka, wazazi wanamwona yani, wazazi wana jukumu la kumshepu mtoto awe vipi baadaye, na hiyo unaanza akiwa mdogo, aki, anapoanza kwenda shule, anapoanza kwenda madrasa, wanahakikisha wahakikishe kwamba a, anatoka akiwa vipi, na hivyo atakavyokuwa, ndivyo atakavyokuwa eh, ndivyo anakuwa, akiwa hivyo.